Karibu wanafunzi wote wa Yesu walikufa vifo vya kikatili sana. Mmoja alisulubiwa, mwingine alisulubiwa kichwa chini, mwingine alidungwa kwa mikuki, mwingine alikatwa kichwa, na hakuna hata mmoja aliyekana Yesu. Swali ni mmoja tu: kwa nini mtu afe kifo cha mateso kwa kitu ambacho angeweza kukikana kwa sentensi moja tu? Hawa hawakuwa watu wa ajabu, Hawakuwa watu wa kichaa. Walikuwa watu wa kawaida kabisa, wavuvi, wakusanya kodi, marafiki waliotembea na Yesu, waliokula naye, waliomjua binafsi. Na kabla hawajafa, Yesu aliwaambia wazi kabisa kile ambacho kingewapata. Katika Yohana kumi na tano mstari wa ishirini, Yesu anasema kama walinitesa mimi, watawatesa ninyi pia. Hakuwadanganya, hakuwapa matumaini ya uongo. Aliwaambia ukweli mapema. Hebu tuanze na Petro. Petro alikuwa mzee, alipokamatwa alikuwa ameshapitia mengi. Na kumbuka hili, Petro ndiye yule yule aliyemkana Yesu mara tatu, lakini safari hii ilikuwa tofauti. Alipofikishwa mbele ya adui zake, alipewa nafasi ya kuishi. Aliambiwa, kana Yesu. Lakini Petro alikataa. Kwa mujibu wa mapokeo ya kanisa la kwanza, Petro alipopelekwa kusulubiwa, aliomba asisulubiwe kama Yesu. Akasema, sistahili kufa kama Bwana wangu. Akasulubiwa kichwa chini. Sasa tusonge kwa Tomaso. Tomaso ndiye yule aliyesema, nisipoona kwa macho yangu sitaamini, Yohana 20 mstari wa 25. Alikuwa mtu wa mashaka mtu wa maswali. Lakini baada ya kuona, baada ya kushuhudia, Tomaso alisafiri mbali sana kuhubiri. Kulingana na mapokeo ya kihistoria, Tomaso aliishia India na mwisho wake haukuwa mzuri. Alidungwa kwa mikuki mpaka kufa. Yule aliyekuwa na mashaka alikufa bila kukana. Yakobo ndugu wa Yohana, huyu si mapokeo tu, huyu yuko kwenye Biblia moja kwa moja. Matendo ya Mitume kumi na mbili mstari wa mbili inasema, Herode akamua Yakobo ndugu wa Yohana kwa upanga. Hakufa uzee, hakufa kawaida, alikatwa kichwa. Andrea ndugu wa Petro, kwa mujibu wa historia ya kanisa la kwanza, Andrea alifungwa kwenye msalaba wa umbo lao. Hakufa haraka, alikaa siku kadhaa akiwahubiria watu waliokuwa wakimwangalia akifa polepole pole. Sasa simama hapo kidogo. Fikiria hili. Hawa watu hawakufa vitani. Hawakufa kwa ajali. Hawakufa kwa sababu ya makosa. Walikuwa na chaguo. Wangeweza kusema, tulidanganywa. Yesu hakufufuka. Haikuwa kweli. Lakini hakuna hata mmoja aliyesema hivyo. Watu wengi hufa kwa imani. Lakini hawa walikufa kwa ushuhuda wa macho. Walichokiona, walichokisikia, walichokigusa. Na hapa ndipo swali linapokuja kwako. Kama Yesu alikuwa uongo, kwa nini hakuna hata mmoja aliyekana? Na kama Yesu hakuwa uongo, basi swali kubwa si kuhusu wao. Swali ni wewe. Ungechagua nini kama ukweli ungekuja na gharama?